Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 Nane. Mwananchi wa Nigeria aliyejulikana kwa jina la Charles Uchena Nwa David amefunguliwa mashtaka kwa tuhuma za kuhusika katika wizi wa zaidi ya dola milioni 2.5 kutoka kwa waathiriwa sita wa ulaghai wa, wa mapenzi mtandaoni na kuhamisha fedha hizo kwenye akaunti za sarafu ya kidigitali yani, cryptocurrency alizokuwa anadhibiti. Wizara ya sheria ya Marekani ilitangaza haya kupitia taarifa iliyotolewa Jumatano, Aprili 9 mwaka 2025. Kulingana na taarifa hiyo, David mwenye umri wa miaka 34 kutoka Abuja, Nigeria, alikamatwa Aprili 7 mwaka 2025 baada ya kuwasili kwa ndege kutoka Uingereza hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dallas Fort Worth. Mnamo Januari mwaka 2024, jopo la majaji wa shirikisho mjini Boston lilifungua mashtaka ya udanganyifu wa barua na utakatishaji fedha. Charles alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza mjini Fort Worth, Texas, mnamo Aprili 8 mwaka 2025 na alizuiliwa hadi kusikilizwa kwa kesi zaidi. Anatarajiwa kufikishwa mahakamani tena katika mahakama ya shirikisho mjini Boston siku za usoni, kulingana na nyaraka za mashtaka. Ulaghai wa mapenzi mtandaoni huwavutia waathiriwa kupitia matangazo ya uhusiano wa kimapenzi kwenye tovuti za kutafuta wapenzi au mitandao ya kijamii. Wale wanaoendesha ulaghai huu huunda wasifu wa bandia na kutumia kujenga uaminifu kwa waathiriwa kwa kujifanya kuwa na uhusiano wa kimapenzi. Baadaye huwataka waathiriwa kutuma fedha au kufanya miamala ya kifedha kwa niaba ya waathiriwa wengine kwa visingizio vya uongo kama vile hitaji la haraka la fedha ili kupata urithi wa mamilioni ya dola au kugharimu matibabu ya ghafla. Kati ya mwaka 2016 na Septemba 2019 inadaiwa kuwa Charles alihusika katika ulaghai wa mapenzi ambao aliwadanganya waathiriwa wa kutuma fedha kwenda nje ya nchi. Katika juhudi za kuficha nafasi yake kama mpokeaji wa fedha hizo, inadaiwa kuwa Charles alimtumia mwathiriwa mmoja kutoka Massachusetts kupokea fedha kutoka kwa waathiriwa wengine watano walioko sehemu mbalimbali za Marekani. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.